Waambie Muhammad, sema lau ingelikuwa bahari ndio wino wa kuandikia maneno ya Allah. Sio tunajua maneno ya Allah ni Qur'ani hii, tumeletewa kutuongoza sisi, lakini ana mengi Allah ya kuweza kutuambia, mengine hayakuwa na haja kutuambia. Lau ingekuwa bahari ndio wino wa kuandikia maneno ya Allah, la nafida al-bahar, ingemalizika bahari Eh, unaijua bahari we, kuchafuka kutoka hapa na Unguja tu, lakini bahari Pacific yote, Indian Ocean yote ingemalizika kwa maneno ya Allah. Utaona aya nzito sana mwisho hapa. Ah, Mwenyezi Mungu ah, ah. Bahari unaijua, lakini nayo maneno yake yakoje mpaka bahari imalize? Siyo hii tu, kuna na nyingine iliokuwa kubwa zaidi, walau anna ma fil ardi min shajaratil aqlam Walbahru ya muduu min ba'di sab'ati abhuri manafidatu kalimatullah, hiyo utaona nzito zaidi. Lau ingelikuwa miti ndo kalamu na bahari zije mara saba za kuandika maneno ya Allah, basi angemaliza bahari zote saba, maneno bado yako. Allah mkubwa. Sasa hii tukenda katika Surat Al Imran, ndo Allah anatuonya tusije tukatoka katika Uislamu kwa aya kama hizi huwa, lladhi anzala alayka lkitab, Muhammad yeye ndo aliokuteremshia hichi kitabu. Minhu ayatun muhkamatun, ndani ya hicho kitabu zimo aya rahisi kuzipata maana yake, rahisi kuzijua maana yake. Hunna umu lkitab, hizo zimo nyingi katika Qurani, lakini wa ukharu mutashabihat nyingine hazifahamiki maana mutashabih ayatu muhkamat wa ayatu mutashabiha aya zenye kufahamika rahisi na aya zilizokuwa nzito menasema kama hii hii ni aya nzito inaweza ikamtoa mtu katika uislamu hivyo bahari iwepo iandike maneno ya Allah imalize alafu maneno yawepo Mungu gani huyo unaweza ukasema hivyo umeshatoka katika uislamu

lima jaa bihi Muhammadu salallahu alaihi wa sallam, kwa <tip> yote alioyaleta Mtume, ujisalimishe kwake. Mengine magumu akili yako na yangu haiwezi ikachambua, kubali madhalika ileta Mtume Muhammad. Huo ndo Uislamu is tena kusali kutoa zaka ni nguzo za kisi, lakini Uislamu huwa listislam lima jaa bihi nabiyuna muhammadun sallallahu. Huo ndo Uislamu. Ukitaka taarifa ya haraka harakarai, huwa istislam ni kujisalimisha, kuyakubali kubali yote aliyoyaleta mtume Muhammad. Huo ndo Uislamu. Na aya hii kaileta mtume qul lau kana albahru midadan likalimati rabi lanafida albahru. Sema Muhammad, lau kama ingekuwa bahari ndio wino wa kuandikia maneno ya mola wangu, lanafida lbaharu, ungemalizika hiyo bahari Kabla an tanfada kalimatu rabbi, kabla hajamaliza maneno ya mola wangu, wino hapana tena. Menkekewa kichupa kimoja tusimalizi icho kichupa hakishi, nisha maliza maneno sina tena. Sababu sio Allah. Allah yeye maneno yake mengi, walau jina bimithlihi madada, na hata kama kutakuja na mfano wa huo wa wino ndo ile

Muhammad ni mtu tu huwa basharun laisa kabasharin. Ni mtu kwa kuzaliwa kwa kukua kwa kula kwenda sokoni ku ai, ni mtu. Ndo hapa ana basharun mithlukum, lakini yuha ilai. Je, wewe unaosema mimi sasa na Muhammad mtu kama mimi, sio kama wewe. Mtu ni mtu, kazaliwa, kakuwa, makuaji tuliokuwa nayo sisi lakini si mtu wa kawaida. Hata mtume sallallahu alaihi wasallam wasalam ametutoa katika umbile lake, ametutoa katika umbile lake. Huwezi ukajifananisha wewe na mtume ila useme yeye kazaliona mimi mezaliwa, hapo unaweza ukajifananisha. Kwa nini mtatoka kidogo usiweze kujifananisha? Kwa aya hii ana basharu mithlukum, ana basharu mithlukum. Mtume sallallahu alayhi lihi wasallam alikuwa anafunga, inaitwa saumul wisal. Saumul wisal. Saumu ya kuunganisha bila ya kufutari, mwezi 27, 28, 29, hau kuandama 30, hizi zote anafunga bila ya kufungua magharibi, bila kula daku usiku, hii inaitwa saumul wisal, anawasil 27, hafungui jioni, halida kwa alfajiri. 28, hafungui jioni, halida kwa alfajiri. 29, tisa hafungui jioni, ila uandame haukuandama, halida kwa anamaliza 30. Hii ni somu ya Mtume peke yake. Masahaba wakamuona huyo anawasi wisali, inaitwa anawasi. Kaambia ya Rasulullah, anta tuwasil fanahahu fanahahum anilwisali

maajalu lfitr wa akharu sahur, bado uma wangu utabaki katika kheri, pindipo wataf, watafungua mapema baada ya jua kutua na wakachelewesha daku. Sasa Mtume alikuwa hafungui hali daku 27, 28, 29 kama hukuindama 30 na masahaba, akasema na se tutafunga musi ifunge, akawambia lastum kahaiati Lastum kahaiati, je, unaweza ukajifananisha na Mtume na mimi sina umbile lenu? Fa innama yut'imuni rabbi wa yasqini, mimi hali mnaona sili, lakini napata nguvu za Allah, ananilisha na ananinywesha, sio kwa kula chakula. Ah -ah. zile nguvu nilizo nazo mimi, ananilisha ananinywesha, ndio unaweza ukaishi na saba 29, 30, pia wakawa kaidi, tutakwenda nao. Sijui ulikuwa mwezi gani huo. 27, saba kafunga na mtume. Wanataka sunna mtume, hamuiwezi. Mimi si kama nyinyi. 27 rahisi, 28 wengine tabani, 29 hata nje hawatoki, lakini wanamfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa bahati wakaonewa huruma, mwezi huu kaindama Ukaidhama tisa walionewa huruma na Allah, alikuwa kishapanga akawaambia, lau kama sikuonekana ule, ningekukamilisheni na kesho nikakutazamei mtume mbichi. Kwa hivyo aya hii sija ikakupa, ukasema innama ana basharu mithlukum, tena mithlukum, mimi ni mtu kama ndio, kwa kwenda sokoni kwa kununua yakulu taam wa yamshi fi laswak Wamesema mali hadha rasuli yakulu taamu yakulu taamu wa yamshi, atakwenda sokoni kwa haja, atakwenda ataoa. Basi kwa mithli hii hiyo, unaweza ukasema mtume kazaliwa nami mezaliwa, lakini usije ukanifananisha kwa kila kitu. Huwezi ukampata mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mm -hmm. yeye katika vita anaweza akapigana, nakumbuka na watu wanafika 40 katika vita. Je, nani wewe utaweza kupigana na watu 40 wa kuzongea alikuwa na nguvu hizo hatutukani katika jimai mpaka mama 30. Subhanallah, kapewa nguvu hizo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo hii usije ukajifananisha sawa sawasawa na mtume A -a. Inma qul sema Muhammad inma ana basharu mithlukum, hakika yangu mimi ni mtu sawasawa na nyinyi kwa kuzaliwa, kwa kuishi na kwenda, lakini yuha ilai, mimi nimepewa wahi wewe hukupewa wahyi wala mimi sijapewa wahyi. Kwa hivyo siwezi nikajifananisha na mtume. Annama ilahukum ilahun wahid, kwamba hakuna mola anostahiki kuabudiwa kwa kweli ila huyu huyu mmoja Allah. Annama ilahukum, hakika ya mola wenu, ilahun wahid, mola mmoja tu. Faman kana yarju liqa rabbih, kwa yule anaotarajia kwamba akutane na mola wake la kufanya nini? Falyamal amalan saliha, basi hapo utakutana na mula wako katika hali iliyokuwa nzuri, na atende aliyokuwa mazuri. Wala yushrik bi ibadati rabbih ahada, wala simshirikishe Mwenyezi Mungu mula wake na chochote, hapo utakutana na Allah. Allah atujalie na sisi tukutane naye kwa salama, amin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.